Sema umoja wa nchi za Afrika na viongozi wake hautaunga mkono mahakama ya kimataifa kutokana na madai ya utendaji usiozingatia usawa katika upatikanaji wa haki kati ya nchi za Afrika na nyinginezo duniani. Rais Kikwete amesema bado kuna tatizo la mahakama hiyo ya kuwachukulia hatua zaidi viongozi wa Afrika wanaopatikana na mashtaka huku viongozi wa mataifa mengine wakionekana kukosa hatia kwa makosa wanayoyafanya. Taarifa zaidi na Efrasia Mawala. Kumekuwepo na malalamiko ya muda mrefu kwa viongozi wa bara la Afrika dhidi ya hatua zinazochukuliwa na mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhalifu ICC dhidi ya viongozi wa Afrika kwa madai ya kuwepo kwa uonevu dhidi yao na kushindwa kutenda haki. Ameyasema hayo kwenye mkutano wa wanasheria wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliowashirikisha wanasheria toka nchi mbalimbali za Afrika katika kujadili utekelezaji wa haki na utawala bora. The African Union

Rais wa wanasheria wa umoja huo Gilberto Correa anasema mkutano huo wa 16 umewakutanisha ili kutafuta namna mbalimbali za kukabiliana na changamoto za sheria ki ya kiutendaji na kubadilishana uzoefu modo continuaremos a desenvolver os nossos melhores esforços para que a Associação de advogados da África Austral continue a ser uma relevante plataforma de geração e aquisição de conhecimento por parte dos nossos membros

Katika hatua nyingine Rais Jakaa Kikwete amepokea hati ya utambulisho ya balozi wa Denmark nchini Tanzania, Ina Jensen, Ikulu jijini Dar es Salaam wakati alipokwenda kujitambulisha. Kabla ya kujitambulisha rasmi, Balozi Jensen alipigiwa nyimbo za mataifa ya Tanzania na Denmark na kujitambulisha rasmi kwenye tukio lililohudhuriwa na viongozi waandamizi wa, wa serikali ya Tanzania. Efrasia Mawala, Star TV, Dar es Salaam.